mala safi safi siri bii safi safi wakina mama shumata chungwa mwana <tipi> vijana ye asalamu yeah. alaikum wa alaikum salaam bwana yesu asifiwe sana <tipi> Tumsifu Yesu Kristu, ndugu mwenyekiti wa kata na kamati yote ya siasa ya kata ya Mwananyamala, viongozi wa matawi, kamati za siasa za matawi, wenye viti wa serikali ya mtaa mliyoko hapa, mitaa yote ya kata ya Mwananyamala, mgombea wetu aliyependeza sana, kijana wetu Songoro Mnyonge na wananchi mlioko hapa kwa ujumla mmependeza kweli kweli. Mwana nyamala safi, msisiribi safi. Ndugu zangu, huu ni mkutano wa kampeni wa Chama cha Mapinduzi. Kila baada ya miaka mitano tunakuwa na chaguzi kama hizi na tunakuwa na wagombea wetu wa chama cha mapinduzi. Mimi nataka niseme, mgombea wetu Songoro Mnyonga amepitia vikao vyote vya chama mpaka ameteuliwa. Ni kijana safi, ni kijana msomi, ni kijana ambaye ameongoza katika wilaya ya Kinondoni miongo mingi ya kutosha. huko nyuma niliwahi kuwa diwani wa Mikocheni, alinadi yeye akiwa mwenyekiti wa vijana wa, wa wilaya. Naona siasa tu zilivyo eh? Unaenda tukizunguka. kwa hivyo anatosha, mimi namfahamu, nimekuwa mwenyekiti wa wilaya, ninamfahamu vizuri, na nipende kuwapongeza kamati ya siasa ya kata ya Mwananyamala, wako vizuri sana pamoja na viongozi wote walioko pale wa serikali ya mitaa viongozi wa mitaa wote wa chama, kata imekaa vizuri sana hii. Kwa hivyo, ndugu zangu, kipindi hiki ni cha uchaguzi. Wapo wenzetu wa vyama vingine, wala msiadaike, vile ni vyama vya biashara tu, hamna kitu, bali ni vyama <coughs> vya biashara. Usije mkadanganyika, amesema mwenyekiti wangu wakata hapa, kipewa hela chukua, lakini kura kwa sisi, kura kwa kwa. Hivyo hivi vyama vya upinzani si mnawasikia wanavyoongea? Kila mtu anasema lake, mara nitafuga mamba mara tutaruhusu bangi tuuze bangi, yani hawana cha kusema, ni mradi wapite. Yeah, ninaomba muwe imara sana kata ya Mwananyamala, mkichague. Yeah. Chama cha Mapinduzi, Chama cha Mapinduzi ndiyo mkombozi wa nchi hii yeah. Chama cha Mapinduzi ndicho chama chetu kinachoangalia hali zetu hali zetu sasa hivi kuna amani nchini. Hivi vyama vingine ni vya mabeberu, wanataka kuja kuleta vita. Ni vya mabeberu, vinatumika, tunavijua, vingine vinatumika, wanataka kutuletea fujo, tuwe kama Kongo na nchi zingine zenye vita. Hapa hawawezi, CCM itaendelea kutawala miaka mingi. Kwa hivyo ndugu zangu tarehe 29 Oktoba, yupo mama yetu Dr. Samia Suluhu Hassan mwenyekiti wetu wa Chama cha Mapinduzi taifa, yeye ndiyo mgombea wetu wa rais, tunataka kura zote za ndio kwa mama yule, umeelewana eh? pia tunaye mbunge wa jimbo la Kinondoni Tarimba Abbas tunaomba apate kura zote za ndio kwa tiketi ya chama cha mapinduzi Lakini pia tuna kijana wetu Songoro, mgombea udiwani wa kata hii, si mnamfahamu? Si mnamfahamu? Eh, tunataka kura nyingi za ndio. Hawa wapinzani waacheni, waende zao, tutengenezeeni safu ya chama cha mapinduzi. Dr. Samia Suluhu Hassan Mgombea urais, mbunge Tarimba Abbas, diwani Songoro Mnyonge. Kwa hivyo Songoro Mnyonge ana mipango kwenye kata hii, kuna mambo alifanya na bado kuna mambo anatakiwa kuyafanya akiendelea, sasa mkimpa kura. Nataka nimwite hapa. Mumsikilize vizuri mipango yake. Ni kijana wetu, ni msomi na anapanga mipango kwa jinsi ilani ya Chama cha Mapinduzi inavyosema. Njoo Songoro, njoo. Mshangilieni, mshangilieni wa kata hii ya Mwanyamara na ninasema natamka kutoka mbinguni, huyu ndo atakuwa diwani wa hii kata kwa tiketi ya Chama cha Mapinduzi. Sawa eh? Songoro, karibu sana. Wananchi wana hamu ya kukusikiliza, naona wana furaha kabisa. Karibu sana mheshimiwa, asante sana.